Yaani, kwa mfano mahakama za nchini kwanza zishughulikie hilo swala au mahakama za nchini zikatae tu, eh, mamlaka za kinchi husika zikatae kwamba hatufanyi chochote, kwa hiyo ndo inaingia. Lakini huwa ICC haiendi popote ambapo pametokea shida eti kwa sasa ina mamlaka kwamba iende kupata kuchunguza na kuanza kushitaki, hapana. Jina langu naitwa Emmanuel Agustino, mimi ni wakili wa mahakama kuu. Na ndugu mtangazaji, umekuja kwangu kwamba tujadili masuala yanayohusiana na ICC yani International Criminal Court. ICC ilianzishwa mwaka 98 na ilianzishwa kwa sheria au mkataba unaoitwa Rome Statutes. E, waliita Rome Statutes kwa sababu nchi zilikutana Roma, Italia ndio akakubaliana kwamba tuanzishe mahakama kama hii ili iweze kushughulikia watu ambao hawawezi kushughulikiwa na nchi zao. Sasa kwa upande wa Tanzania eh, Tanzania iliratifi au ili, rasmi ilikuwa mwanachama wa ICC mwaka elfu mbili na mbili. Kwa hiyo Tanzania ni mwanachama wa ICC. Sasa umeniuliza kwamba ni makosa gani yanaweza yakapelekwa ICC. Kosa kwa la kwanza ni kosa kwa la genocide. E, kwa Kiswahili nasikia wanaliita wana, wana makosa ya kimbali, mauaji ya kimbali. E, mfano wake ni kule Sudani. Rais wa Sudani Omar El Bashir alikuwa indicted au alishtakiwa na ICC kwa makosa ya kimbali ambayo aliyafanya Darfur, yani kwamba alifadhili kikundi cha Janjaweed kuwaua watu weusi, kwa sababu yeye mwarabu anawaua watu weusi. Kwa hiyo ndo akashitakiwa kwa kosa hilo, kwa sababu ICC na mamlaka. Kosa la pili ni kosa la crimes against humanity, yani makosa dhidi ya binadamu e, kuua watu wengi, kuwaondoa kwenye mali zao, mass displacement ubakaji ulio kithiri, yani makosa ya kibinadamu. Na kosa kama hilo, nafikiri ICC ilikuwa mwaka 2007 nadhani 2007 sikumbuki mwaka gani, kule Kenya walishtakiwa rais wa sasa William Ruto na rais wa zamani Uhuru Kenyatta kwamba wao walishiriki katika uh, yale makosa makubwa yaliyotokea baada ya uchaguzi ule ulio wakutanisha Kibaki na Raila Eh, kwa hiyo watu wakaondolewa kwenye mali zao, mass displacement, watu wengi wakauawa na kadhalika, ila kesi yao ilienda, ilivyofika njiani ika collapse au ika faili kwa sababu watu walikataa kwenda kutoa ushahidi kule The Hague, eh, walikosa ushahidi, kwa hiyo ikaisha njiani. Kosa jingine ni kosa la aggression. Aggression maana yake ni nchi moja kuivamia nchi nyingine, eh, bila kuwa na uhalali wowote. Kwa hiyo na lenyewe limewekwa pale kama kosa ambalo ICC inaweza ikaassume jurisdiction au ikawa na mamlaka. Kosa jingine ni haya makosa yanayotokea kwenye vita, war crimes eh? Kwa mfano kuna vita sasa hivi, kuna vita vya Ukraine na Urusi. Sasa kwenye vita kuna sheria za vita, zile sheria za vita zikikiukwa, eh? Kwa mfano mateka, mmewakamata mateka 1000 alafu wote mnawaua tu, hii ni brat E, na makosa mengine wakati wa vita pia yanapelekwa the Hague ICC. Kwa hiyo kwa kifupi, hayo ndio makosa ambayo ICC inashughulikia. Sasa pia umeniuliza kwamba nani sasa anaweza akapeleka mashtaka ICC. Moja ni nchi husika, kwa mfano Tanzania ni memba wa ICC, Congo ni memba wa ICC. Nitatolea mfano wa Congo. Kongo kuna vita vya waasi, kwa hiyo Tshisekedi alienda huko Ulaya akakutana na mwendesha mashtaka wa ICC akamwambia bwana ee, kuna watu wanafanya makosa ambayo nadhani ICC ina mamlaka nayo, kwa hiyo naomba uje ufanye uchunguzi wako kwenye nchi yangu. Kwa hiyo nchi husika inapeleka mashtaka ICC, hiyo ni moja. Pili, uh, mwendesha mashtaka mwenyewe yule chief prosecutor wa ICC. Chief prosecutor anaweza ka mwenyewe kwa kuangalia kinachoendelea kwenye nchi husika, iwe mwanachama usiwe mwanachama, akasema naanzisha uchunguzi wangu. Kwa hiyo ICC mwenyewe suo moto anaweza akaanzisha uchunguzi wake, baada ya kupata ushahidi wa kutosha basi anapeleka kesi mbele ya majaji kwamba huyu mtu au hawa watu wanastahili kuletwa hapa The Hague, na amefanya hivyo Uh, kwa mfano hata Kenya e, sio kwamba serikali ilipeleka shtaka kule the Hague. Hapana, kule shema mashtaka Ocampo, yeye mwenyewe aliona kilichotokea Kenya, basi akaanzisha mchakato wa uchunguzi. masharti gani sasa, amba si ipeleke the Hague? Yani kwa mfano mahakama za nchini kwanza zishughulikie hilo suala, au mahakama za nchini zikatae tu e, mamlaka za kinchi husika zikatae kwamba hatufanyi chochote, kwa hiyo ndo inaingia. Lakini huwa ICC haiendi popote ambapo pametokea shida eti kwa sasa ina mamlaka kwamba iende kupata kuchunguza na kuanza kushtaki, hapana. Sasa umeniuliza swali kwamba nani anaweza aka, kwamba watu binafsi, sijui mashirika, taasisi zinaweza zikapeleka masuala uh, mashtaka ICC, kuripoti, wanaweza kama mtu binafsi anavyokwenda kuripoti polisi tu. E, kwamba mashirika taasisi, au watu wa kawaida wanaweza kusema huku tunakoishi kuna haya mambo yametokea. Kwa hiyo wakatoa information, inaitwa kutoa information. Kwa hiyo wakaipa ICC information bwana, wakaifidi information, wakaifidi information. ICC inaweza ikasema, ah, hizo hazitoshi bwana Mr sita chunguza hayo ikasema, mm, kati hizi information nazozipokea mbona naona kama vile kuna vitu vimetokea pale. Kwa hiyo ika assume jurisdiction kutokana na hizo information, lakini taasisi na watu tu wanaishia kutoa information, sio kwamba wanaweza wakaenda wakafungua kesi hiyo chini ya uh, Rome Statute, sio, haiwezekani. Uh, swali jingine lilikuwa ni swali gani? Ilikuwa ni mifano, mifano ambayo imewahi kutokea. Uh, mifano ambayo imewahi kutokea nimeitaja ya Omar al-Bashir genocide Kongo, Kongo kulikuwa kuna vita mashariki mwa mwa, mwa Kongo za, zamani vikundi vya waasi fulani hivi maeneo ya Bunia na Butembo uh, sasa wale waasi wakawa na committee wanafanya makosa mabaya dhidi ya binadamu kwa hiyo ICC ikawashtaki ikafungulia mashtaka baadhi ya viongozi wa waasi kama Chui mm, kwenye judgments za ICC yumo Chui huyo alikuwa, uh, anajiita Major General Jerome Sambori, uh, Roger Lumbanga na yeye mm, huyu ambaye amewahi kuwa makamu wa rais wa Kongo anaitwa Jean Pierre Bemba. Ye, Jean Pierre Bemba alishtakiwa kwa kuajili kwa watoto wadogo kwenye vita na pamoja na kwamba alikwenda nchi ya Central African Republic akafanya makosa dhidi ya ubinadamu, askari wake wakawa nakula watu cannibalism. Kwa hiyo hiyo ni mifano michache, lakini na pia tumeshuhudia kwa mfano uh, Putin, Putin naye yuko kwenye orodha ya watu ambao wanatafutwa na ICC eh, uh, kwamba alikuwa anachukua watoto wa Ukraine kwa nguvu, mass displacement of children wakati wa vita watoto wa Ukraine wanawapeleka Urusi. E, kwa hiyo kwenye mambo yote yaliyotokea e, Ukraine wanachagua tu kajikosa kamoja hako ka kupeleka watoto. Sasa, nini wajibu wa nchi wanachama wa ICC kama Tanzania? Tanzania ni mwanachama wa ICC. Uh, wajibu mkubwa moja ni kuhakikisha wale watu ambao wame, wamekuwa indicted au wameshtakiwa na ICC wakija hapa basi wakamatwe, wapelekwe The Hague. Kwa mfano akija Putin leo inabidi. Netanyahu, waziri mkuu wa Israeli, naye pia amekuwa indicted, inabidi naye akamatwe. Kwa hiyo ni wajibu, na kuripoti matukio ambayo yako nje ya uwezo wa kuprosecute, kuyaripoti ICC iweze kuyachukua na kuyafanyia kazi. Natumai ndugu mtangazaji nimejibu maswali yako vizuri. Nakushukuru sana.